Nipongeze katibu mkuu wa wizara ndugu yangu ka, Kayandabila naye anafanya kazi nzuri sana. Tumeona jinsi tatizo la ardhi katika nchi yetu linavyozidi kutatuliwa siku hata siku. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na pongezi hizo, kuna tatizo kidogo katika eneo langu la halmashauri ya Lushoto. Kuna mwekezaji mmoja wa nchi jirani ya Kenya amemilikishwa mashamba matatu lakini ameshindwa kuyaendeleza. Sasa sisi katika halmashauri yetu tuna uhaba mkubwa sana wa ardhi, na ardhi hii hekari elfu nne na kumi na tisa zimekaa tu dormant. Kwa hiyo nimwombe sana mheshimiwa waziri, waziri kwamba huyu mwekezaji anapita na anatoa lugha za kashfa mitaani kiasi kwamba anafananisha kwamba yeye mmoja ni sawasawa na Watanzania watano sasa kwa tafsiri rahisi ya yeye mmoja na watanzania watano ni kwamba hapo ni yeye, yaani hapo ina maana kuna mheshimiwa rais, mheshimiwa makamu wa rais, waziri mkuu, waziri mwenye zamana na mimi mbunge. Kwa hiyo sisi watano kwa yeye mmoja sasa, naomba nikuachie hilo uangalie namna gani tunafanya. Shamba la kwanza ni, lina ni, lina hati namba 4144 hekari 562. Shamba la pili ni ni hati namba 17146 hekari 1188. Shamba la tatu ni ni nambari 11247 hekari 240 2442, na tumeshatoa notice ya revocation kuanzia tarehe 14 Julai 2016, na, na hakujibu na tarehe tisa e, Desemba faili limeshafika kwa, kwa kamishna wa ardhi. Lakini kamishna wa ardhi kanda ya kaskazini, kwa masikitiko makubwa, yule mama ambaye alikuwa pale kabla hajahamishwa amekalia faili, na kila tukiuliza analeta sababu ambazo sio za kiofisi. Jambo lolote la kiofisi linapaswa lina kujibiwa kwa nyaraka za kiofisi, lakini mama huyu kila wakati ukiuliza anatoa majibu kwamba faili halijakamilika, sijui notice zimekosewa. Sasa haya ni mambo ya tekniko ambayo wananchi hawapendi kuyasikia. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba sana, kwenye barua yetu afsa mteule wa ardhi ameandika wazi kwenye hitimisho, mwekezaji katika mashamba ya katani mnazi ameshindwa kwa kiasi kikubwa kuyaendeleza mashamba anayoyamiliki katika hekari 4192 ni hekari 50 tu ndizo ambazo ameziendeleza kwa kupanda mkonge na kuvuna. Ekari 1942 mkonge uko porini kwenye vichaka, hautunzwi, hautunzwi kabisa. Ekari 1023 ni msitu mtupu ambao unatumiwa una na wafugaji wa jamii ya Kimasai kwa malisho ya mifugo yao. Pia mmiliki huyu hajalipa kodi ya ardhi tangu mwaka 2004 2005 na mpaka sasa, na anadaiwa zaidi ya shilingi milioni 42. Sasa wawekezaji kama hawa kwa kweli, sidhani kama wana nafasi katika serikali hii ya awamu ya tano. Ni kusihi sana Mheshimiwa Waziri, tuchukue hatua stahiki. Wananchi hawa kama kusema, wa Lushoto, kama alivyotangulia kusema, wana uhaba mkubwa wa ardhi. Kwa hiyo ardhi hii ndio angalau, tukipata na sisi tunaweza tukaingia na wenzetu hawa kuingia katika eh, so, eh, economic zone, tukapata angalau mahali pa kuwekeza kwa hiyo ni kusihi sana Ninakuamini, sijawahi kutilia shaka uwezo wako, pamoja na mama yangu pale Angelina Mabula. Nawapongeza sana, asanteni sana.